Mpendwa mtazamaji Jumanne, karibu kalibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika injili ya Marko sura ile ya sita aya ya 34 hadi ya 44. Nitaisoma. Siku ile Yesu aliona mkutano mkuu akawahurumia, kwa sababu walikuwa kondoo, walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na sasa kuna kuchwa. Uwaage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapenye nini chakula. Wakamwambia, "Je, twende tukanunue mikate ya dinari mia mbili ili tuwape kula?" Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema, mitano na samaki wawili. Akawaagiza wawaketishe wote, vikao vikao, penye majani mabichi. Wakaketi safu safu hapa mia hapa hamsini. Akaitoa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandikie, na wale samaki wawili wakagawiwa wote. Wakala wote, wakashiba, wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu kumi na viwili na vipande vya samaki pia na walio ila ile mikate wapata elfu tano wanaume. Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo ambao alikuwa amewatuma kwenda kuhubiri neno la mwenyezi mwenyezimungu. Wakarudi kuja kumpatia taarifa ya mambo yote ambao walikuwa wameyatenda. Na Yesu akawachukua akawapeleka akasema twendeni faraga, twendeni mkale ili mpate nafasi ya kuweza kupumzika. Wamefika eneo la kupumzika hilo, Yesu alipogeuza macho akakuta umati wa watu, umati mkuu wa watu wanakuja kwake, wanakuja kwake. Na Yesu amesema alipowaona aliwahurumia kwa sababu walikuwa ni kama kondoo wasio na mchungaji. Mpendwa mtazamaji, mchungaji alikuwa ni nani? Mchungaji alikuwa ni mtu ambaye katika yale maeneo ya Israeli alitoa maisha yake yote kuwalinda kondoo, yaani mahali walipo kondoo na mchungaji yupo. Kondoo hawa walikuwa ni wanyama ambao walikuwa wanatumika kwa ajili ya manyoya, watu wapate nguo, watu wapate vitu vya kujifunika wakati wa baridi kondoo pia walikuwa wanatumika kwa ajili ya ibada hekaluni, kwamba unavyoenda kutolea sadaka ya dhambi lazima umchukue kondoo. Kwa hiyo mchungaji huyu alipaswa kuwalinda hawa kondoo dhidi ya kila aina ya ubaya. Sasa Yesu anavyosema, anawaonea huruma hawa watu ambao walikuwa ni kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Maana yake nini? Mafarisayo wakuwa makuhani na Masadukayo wote walee kuwepo, hawakuwa na huruma kwa hawa watu Walipomuona Yesu haya makundi, waliona kwamba wamemuona nabii mkuu, kama wamemuona Nabii Elia, kama wamemuona Yohana Mbatizaji. Wakaona kwa Yesu ndio kimbilio, kwa Yesu ndiyo uponyaji, kwa Yesu anaondoa vifo, kwa Yesu analeta faraja. Wakakimbia wakaenda kwa Yesu mikutano, mkutano mkubwa. Yesu anawaonea huruma, ni kondoo wasiokuwa na mchungaji. Je, kondoo asiyekuwa na mchungaji ana sifa za namna gani? Kondoo ambaye hana sifa, ambaye hana mchungaji, kitu cha kwanza ni kondoo ambaye kamwe hataweza kuona njia. Kwa nini? Kwa sababu mchungaji ndio anayetangulia mbele, yeye ndio anayeonyesha njia na kondoo wote wanamfuata yule mchungaji. Kama kuna hatari yoyote ile, mchungaji ndio anakuwa wa kwanza katika kuweza kukabiliwa na ile hatari, atauawa na mnyama mkali, atakutwa na hatari zote zile. Yani mchungaji yuko tayari kufa, halafu kondoo hawa waweze kupona. Sasa akiachwa peke yake huyu kondoo atapotea. ni hadi leo ndio maana Yesu alisema, ombeni kwa Bwana wa mavuno awaletee wachungaji, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Tukiachwa peke yetu bila mchungaji tunapotea. Tukiachwa peke yetu bila mchungaji hatuwezi kuona njia. Ukiachwa peke yako bila mchungaji utapotea. Mwombe Yesu ambaye ndio mchungaji mwema akuongoze. Ambatana na Yesu muda wote, aweze kukuongoza, yeye aweze kutangulia mbele, kwa sababu dunia yetu hii imejaa hatari na kila aina ya ubaya. Sifa ya pili ya huyu kondoo asiyekuwa na mchungaji, anapata mambo ya namna gani? Kondoo asiyekuwa na mchungaji, yeye hatapata malisho yake stahiki kwa wakati bora, yaani hatapata chakula. Katika maisha yetu ya ya kila siku tunahitaji chakula cha kiroho, tunahitaji chakula, tunahitaji neno la Mwenyezi Mungu ili akili zetu ziweze kuridhika katika magumu mbalimbali tunayokutana nayo. Tunahitaji angalau neno la Mwenyezi Mungu ili mioyo yetu iweze kutulia. Tunahitaji chakula cha kiroho ili roho zetu ziweze kushiba. Bila mchungaji, bila mchungaji ambaye anatupeleka katika malisho mabichi, tutapata wachungaji ambao watatulisha vitu vya ajabu na tutakufa na njaa. Na hadi leo, hadi leo Watu wengi wanapotea kwa sababu wanakosa chakula, wanakosa chakula cha uzima. Tumwombe Yesu atupatie wachungaji wazuri ambao watatupatia chakula cha uzima. Mioyo yetu itatulia, roho zetu zitaweza kushiba na akili zetu zitaweza kuridhika katika magumu tunayokutana nayo. Sifa ya mchunga, ya kondoo ambaye amekosa pia mchungaji, ni kondoo ambaye hana ulinzi dhidi ya hatari zozote zile. Yaani katika dunia hii kuna wanyang'anyi ambao wapo katika njia zetu. Wanyang'anyi hawa wako tayari kuweza kuiba afya yako. Mnyang'anyi huyu yupo tayari kuweza kuiba watoto wako, yuko tayari kuweza kuiba mume wako na mke wako, yuko tayari kuweza kuiba biashara yako na ajira yako. Lakini ukiwa na mchungaji mwema, atakulinda dhidi ya kila aina ya majaribu, kila aina ya mabaya, kila aina ya wanyang'anyi, atakulinda. Yeye atakuwa ni mlinzi, kama alivyozungumza yule Daudi: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu katika bonde la uvuli wa mauti, amesema yeye atanilinda. Mwombi Mwenyezi Mungu liwee, aweze kuwa ni mchungaji wako. Watu wakakaa kwa Yesu, wakakaa muda mrefu, wanasikiliza neno lake Yesu, hata njaa hawakusikia. Likaibuka kundi moja la mitume, ambao umati ule ambao ulikuwa anasikiliza neno la Mwenyezi Mungu, wakawa wanaponywa wao, ilikuwa ni kero, wanamwendea Yesu Wanasema, waruhusu watu hawa waondoke, imeshakuwa ni jioni, hawa watu wana njaa. Unaweza ukawa karibu na Yesu ukapewa jina kubwa la mitume, ukawa unafanya miujiza, lakini huna moyo wa huruma, huguswi na matatizo ya hawa watu. Watu hawa wao hawakusikia njaa, lakini walioanza kupandikiza njaa ni mitume wa Yesu. Unaweza ukawa ni kiongozi wa kiroho, huna moyo kama wa Yesu, unaleta maumivu katika kundi hili unawapandikizia watu mambo ya ajabu. Unaweza kuambia watu wao wana njaa, wakati watu wenyewe walipokuja na Yesu hawakujisikia njaa na wamekaa masaa mengi. Yesu akatoa jibu tofauti, akasema ni kweli wana njaa, wapeni nini chakula. Tunajifunza kitu gani? Unaweza ukawa ni kiongozi wa kiroho, upo karibu na Yesu alafu si mtu wa kuweza kutoa matatizo wa kutatua matatizo ya kiroho ya baadhi ya watu ambao wako nayo, ukawa ni mtu wa kwanza kuweza kuongeza shida za watu. Yesu anasema kwamba sikiliza, toeni suluhisho la hilo tatizo ambayo lipo. Wakasema hata kama tukinunua chakula cha dinari kama mia mbili akiweza kutosha. Akasema nendeni, mkachunguze mna chakula. Wakaenda kuchunguza wakaleta majibu kwamba kuna hawa e, samaki watano na e, kuna mikate mitano na samaki wawili. Akasema vyema, hawa hawa ambao mko nao nileteni. Yesu anaanza na kile kidogo ambacho tuko nacho. Anaanza katika kile kidogo na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Je, katika mwaka huu mpya unapoanza, umeanza na kile kidogo ambacho umeingia nacho mwaka na kumshukuru Mwenyezi Mungu, au umebakia na mitizamo mibaya ya mwaka uliopita? Huoni fursa yote ile Unaona watu ambao wako nyumbani kwako ni kero, unaona wafanyakazi wako ni kero, unaona watu unaoongoza kiroho ni kero. Huoni fursa hiyo ya Mwenyezi Mungu kwamba ni wakati wa kufanya jambo na kile kidogo ambacho uko nacho, yaani kile ambacho uko nacho kianzie. Yesu anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mi, ile mikate mitano na samaki wawili. Moyo wa, wa shukrani unafungua baraka moyo wa shukurani unaleta miujiza. Moyo usio na shukurani unafunga kila kitu. Hebu mshukuru mwenyezi Mungu hata kwa kuingia umwaka, mshukuru mwenyezi Mungu hata kwa kuingia hii Januari. Mshukuru mwenyezi Mungu kwa kile ambacho uko nacho mikononi, usianze kutafuta vitu vingine ambavyo viko mbali. Yesu alipomshukuru ikatokea miujiza, mikate mitano na samaki wawili, akalisha watu alfu tano wanaume. Nyakati hizo kila mwanaume alikuwa na wake wawili Manake, na alipo mwanaume manake na mke wake yupo manaake, kulikuwa kuna ukizidisha pale elfu tano mara hilo hiyo, watu 15 15 manaake, unakuja kuta watu elfu arobaini na tano watu 15000 na baadaye sasa, ukizidisha kila mwanamke alikuwa ana watoto si zaidi ya watoto sita ako nao hapo, utajigundua kwamba Yesu siku moja aliweza kulisha watu zaidi ya elfu thelathini mikate mitano na samaki waliomshukuru Mwenyezi Mungu. Na baadaye hawa mitume wakawa wamekaa kimya, walikuwa na mitazamo mibaya. Ondoa mitazamo mibaya, unavyoingia mwaka mpya, ingia katika moyo wa shukurani pamoja na Yesu. Kile kidogo ambacho uko nacho, washirikishe watu wengine, usikibane kitoe kwa moyo mweupe, na Yesu kupitia utoaji wako atafanya miujiza. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.